Tuelekee mkoani Mwanza ambako wafanyakazi kumi na mmoja wa hospitali ya Sekou Toure na Nyamagana mkoani Mwanza wamesimamishwa kazi kupisha uchunguzi wa sababu za kifo cha mzazi Pendo Masanja na wanaye wawili mapacha kilichotokea wakati akijifungua kwenye hospitali ya Sekou Toure. Kusimamishwa kwa watumishi hao wakiwemo madaktari na wauguzi na pamoja na wahudumu kumetangazwa na mkuu wa mkoa huo, Magesa Mulongo, katika mkutano wake na viongozi wa hospitali hizo mbili huko jijini Mwanza. Mwandishi wetu Amiku Sibutunga Anatuarifu zaidi. Tunataka kuona haki ya marehemu Pendo Masanja. Siku moja baada ya mama mmoja mkazi wa Mkorani jijini Mwanza, Pendo Masanja kufariki dunia pamoja na wanawe wawili mapacha wakati wa kujifungua katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza Sekou Toure kwa kukosa damu, serikali mkoani Mwanza imeunda kamati ya watu sita kwa ajili ya kuchunguza suala hilo. Marehemu Masanja alifariki dunia baada ya kuhamishiwa kwenye hospitali ya Sekou Toure akitokea hospitali ya wilaya ya Nyamagana iliyoko Butimba, ambako nako kulielezwa kuwa hakukuwa na damu kwa ajili ya kumwongezea. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Magesa Mlongo ametangaza kuundwa kwa kamati hiyo wakati wa kikao chake na viongozi wa hospitali za Sekou Toure na Nyamagana pamoja na ndugu wa marehemu Pendo Masanja. Kwa hiyo tumeunda tume ambayo itaongozwa ita, ita, ita, ita na daktari Richard Rumanyika, ni daktari bingwa wa magonjwa ya kinamama kutoka Bugando. Yako mambo ambayo lazima yachunguzwe, kwanza wenyewe ni kweli watoto wale walikuja wakiwa hai, lakini upande wa pili tunataka kujua ni kweli kwamba hawa watoto walipokelewa. Mlongo pia ametangaza kusimamishwa kazi kwa wafanyakazi saba wa kada mbalimbali katika hospitali ya Sekou Toure, akiwemo muuguzi wa zamu Happiness Hospite, pamoja na daktari wa zamu Stil Mbaga. Mr Godfrey Silvester, huyu ni mtaalamu wa damu wa maabara. Utatusaidia, utasimama kazi, lakini utatusaidia kujua mazungumzo yaliyokuwepo kati ya wanandugu kupata damu na mawasiliano kati ya wodini pamoja na wewe kwenye damu. Wafanyakazi wa nne wa hospitali ya wilaya ya Nyamagana nao hawakusalimika. Kwa hiyo kwa kutimba, kuna Dr Nathan Bagaya kwa sababu lifero yako inasema watoto wao walikuwa hai, lakini hapa tumepata contradiction tena, watoto wao wamefika. Tunataka kujustify katikati pale muguzi kiongozi wa Butimba Edi na Mwesiga na Furaha Kingunge kama wauguzi pamoja na dereva wa ambulance Garibu Hamada, hawa kwa barumbano yao yalisababisha kuchelewa kumpeleka mgonjwa katika rufaa inayostahili. Kifo cha Pendo Masanja kimetokea ikiwa ni siku chache baada ya mama Suzana John, mkazi wa Mkolani, apoteze wanaye wawili mapacha wakati wa kujifungua katika hospitali ya wilaya ya Nyamagana. Amekusibutunga TBC Mwanza.